Namtueleke sasa mkoani Iringa, tumekuwa tukiaswa na jamii ikiaswa sana kuto, kutumia, e, kuto kujichukulia sheria mkononi, lakini pamoja na elimu yote hiyo inayotolewa ya kuto kujichukulia sheria mkononi huko Iringa hili leo limejitokeza baada ya baadhi ya wananchi kujitokeza wenye hasira kali na kuweza kumpa kipigo kijana mmoja mkazi wa manispaa hiyo ya Iringa baada ya kutuhumiwa kuingia katika duka moja la vipodozi na kuiba fedha. Tukio hilo linaelezwa kwamba limetokea mapema hii leo asubuhi katika maeneo ya Miomboni, katikati ya manispaa ya Iringa, na kusababisha shughuli kusimama. Wakati haya yakitokea, kama kamera yetu nayo ilikuwepo hapo, na hiki ndicho ambacho kamera yetu imenasa. Eneo hili la Miomboni maarufu kwa pilika pilika za kila aina Leo kazi zikasimama kwa muda baada ya purukushani hii ya kumfukuza mtu anayedaiwa kuwa amechukua fedha za watu. Ameiba, amezidondosha pale. Ameokuta okuta watu, ameiba amezidondosha. Mmoja angalie, mwenye hela zake, e, duka hili Mtu huyo ambaye jina lake lilikufahamika mara moja akaokolewa na askari wa jeshi la polisi waliofika eneo la tukio. Tunaomba mtu wache. Sijaiba bro. Aliediwa, sawa, na mtuhumiwa. <coughs> na mashahidi walioshuhudia tufike pale ofisini kwa taratibu nyingine za kisheria. Kujichukulia sheria mkononi ni e, kosa, ni kosa la jinai, na yeye anakosa amejichukulia sheria. Iliwalazimu askari hao kumtoa mtuhumiwa huyo kwa kasi ya ajabu hadi kituo cha polisi cha wilaya kwa usalama zaidi. <coughs>